Watu wengi hukimbia sokoni, wakiuza mali zao kwa hasara, kwa hofu ya kupoteza zaidi. Lakini wale walio na elimu ya kifedha hufanya kinyume chake, huona ni nafasi nzuri ya kununua mali kwa bei ya chini, wakijua kwamba soko litarudi juu tena baadaye. Umewahi kujiuliza kwa nini wengine wanaanza na kidogo lakini wanajenga utajiri mkubwa na wengine wanaanza na mishahara mizuri lakini mwisho wa mwezi wanabaki na sifuri. Siri haiko kwenye bahati, ipo kwenye namna unavyofikiri kuhusu pesa. Matajiri hawangoji pesa, wanaitengeneza. Ndio maana leo tunachunguza moja ya sura kali zaidi katika Rich Dad Poor Dad, sura ya tano, The Rich Invent Money, matajiri huvumbua pesa. Hapa ndipo tunagundua kwamba pesa si kitu cha kusubiri, ni kitu cha kuunda. Katika sura hii, Robert Kiyosaki anatufundisha jambo la ajabu sana kuhusu pesa, kwamba matajiri hawangoji pesa bali huitengeneza. Watu wengi duniani wanaishi wakiamini kuwa ukosefu wa pesa ndio chanzo cha umaskini. Lakini Kiyosaki anasema huo ni uongo mkubwa unaowazuia wengi kufanikiwa. Tatizo halipo kwenye ukosefu wa pesa, bali upo kwenye ukosefu wa mawazo ya kifedha. Matajiri hawajatajirika kwa sababu walizaliwa na pesa nyingi, bali kwa sababu wanajua kuibua fursa ambazo wengine hawaoni. Kiyosaki anaanza kwa kusema kwamba watu wengi wamefundishwa kuwa pesa hupatikana tu pale unapofanya kazi kwa bidii. Wamejengewa imani kwamba ukitaka kuwa tajiri, tafuta kazi nzuri, fanya kazi kwa bidii na weka akiba benki, lakini ukweli ni kwamba njia hii inawafanya watu wengi wabaki kwenye mzunguko ule ule wa rat race, kazi, bili, madeni na hofu ya kupoteza kipato. Kwa upande mwingine, matajiri wanafikiri tofauti kabisa. Wanaelewa kwa pesa inaweza kutengenezwa hata bila wao kuwepo kazini muda wote. Wanaamini si lazima uwe na mtaji mkubwa kuanza. Unahitaji ubunifu, elimu ya kifedha na ujasiri wa kufikiri nje ya mipaka ya kawaida. Kiyosaki anaelezea kwamba elimu ya kifedha hukufanya uone dunia kwa macho tofauti. Wakati watu wengi wanaona hatari, wewe unaona fursa. Wakati wengine wanaogopa kushindwa, wewe unajua kuwa kushindwa ni sehemu ya kujifunza. Kwa mfano, wakati wa mdororo wa uchumi, watu wengi hukimbia sokoni, wakiuza mali zao kwa hasara, kwa hofu ya kupotezwa zaidi. Lakini wale walio na elimu ya kifedha hufanya kinyume chake huona ni nafasi nzuri ya kununua mali kwa bei ya chini, wakijua kwamba soko litarudi juu tena baadaye. Ndio maana Kiyosaki anasema opportunities are seen with the mind not the eyes, fursa huonwa kwa akili, si kwa macho. Katika kuelezea hili, anatoa mifano halisi. Anasimulia kuhusu marafiki zake waliotengeneza pesa bila kuwa na mtaji mkubwa, kwa kutumia maarifa na ubunifu. Wengine walinunua nyumba zilizotelekezwa kwa madeni, wakazifanyia ukarabati mdogo na kuziuza kwa faida. Wengine walitumia maarifa ya mikataba ya ubia, ambapo mtu mmoja anatoa mtaji na mwingine anasimamia mradi, kisha wanagawana faida. Kwa namna hii, walitengeneza pesa kutokana na elimu yao ya kifedha, si kwa sababu walikuwa na pesa nyingi. Kiyosaki anasisitiza kuwa watu wengi wanafeli kwa sababu wanafikiri pesa ndio inatengeneza pesa. Kumbe ni mawazo, maarifa na ujasiri vinavyotengeneza pesa. Anaongeza kwa kusema kwamba watu wengi wanahofu ya kujaribu, wanahofia kupoteza, kuonekana wamefeli au kukosolewa, lakini matajiri wana mtazamo tofauti. Wanajua kuwa kushindwa ni sehemu ya kujifunza Failure inspires winners and defeats losers, anasema Kiyosaki. Kushindwa huwapa washindi motisha, lakini huwavunja moyo walioshindwa. Matajiri hawakimbii hatari, wanajifunza kuizidi. Wanajua kila kosa linafundisha kitu kipya na kila changamoto inaleta uzoefu mpya wa kifedha. Mfano mzuri ni maisha ya Kiyosaki mwenyewe. Kabla hajawa tajiri, aliwahi kujaribu biashara kadhaa zilizoshindikana. Aliuza bidhaa, aliwekeza vibaya, na alikumbana na hasara, lakini hakuwahi kukata tamaa badala yake alijifunza kutoka kwenye makosa hayo, akaelewa zaidi jinsi pesa inavyotembea, na hatimaye akafanikiwa kwenye uwekezaji wa mali isiyohamishika ama real estate. Kwa hiyo mafanikio yake hayakutokana na bahati, bali kutokana na kushindwa mara nyingi na kujifunza kutokana na kila kushindwa. Kiyosaki pia anakosoa mfumo wa elimu wa kawaida. Anasema shule zinawafundisha watu kutafuta kazi, si kuunda pesa. Tunaambiwa tufanye kazi kwa bidii, tuwe waaminifu kazini, tuwe na akiba benki, lakini hakuna anayetuambia namna pesa inavyofanya kazi au namna ya kuifanya pesa ikufanyie kazi. Ndio maana hata mtu mwenye shahada tatu anaweza kuishi maisha ya madeni, wakati mwingine asiye na elimu kubwa anaweza kujenga paa ya kifedha. Rich Dad alimwambia, wafanya kazi huzalisha pesa kwa wamiliki wa biashara, watu wenye akili za kifedha huzalisha pesa kwa akili zao wenyewe. Hapa ndipo Kiyosaki anaelezea dhana ya financial creativity, ubunifu wa kifedha. Anasema dunia imejaa fursa za kutengeneza pesa, lakini watu wengi hawaoni kwa sababu hawajafundishwa kuziona. Wengine wanalia sina mtaji, lakini matajiri wanauliza ninawezaje kuipata? Wengine wanasema sina muda, lakini matajiri husema Nawezaje kutumia muda wa watu wengine? Kwa hiyo matajiri hawatumii nguvu zaidi, wanatumia akili zaidi. Kiyosaki anaelezea pia kuwa kila mtu anaweza kuvumbua pesa lakini kwa namna tofauti. Mwandishi anaweza kuandika kitabu na kila kinapouzwa anapata royalty. Mhandisi anaweza kubuni app, na kila inapopakuliwa anapata kipato. Mwekezaji anaweza kununua nyumba na kila mwezi akapata kodi hawa wote wameunda mfumo unaoendelea kuleta pesa bila wao kuwepo muda wote. Hayo ndiyo maana halisi ya kuvumbua pesa, kuunda chanzo cha mapato kinachojitegemea. Kiyosaki anasisitiza pia umuhimu wa ujuzi wa kifedha kwenye kuvumbua pesa. Anasema kuna mambo manne ya msingi mtu lazima ayajue ili kutengeneza pesa: kuelewa taarifa za kifedha, kujua soko linavyofanya kazi, kuelewa sheria za kodi na kujua kuongoza watu na mitaji. Mtu akijua haya manne ataweza kuibua fursa ambazo wengine hawawezi. Elimu hii humwezesha kuona dunia kwa macho tofauti. Wakati watu wengi wanaona hatari, wewe unaona fursa. Katika hitimisho la sura hii, Kiyosaki anasema kuwa dunia hii imejaa dhahabu lakini watu hawajafundishwa kuiona. Anamaanisha kwamba kila mahali kuna fursa ya kutengeneza pesa, iwe ni kwenye biashara ndogo uwekezaji wa kidijitali au huduma mpya ya ubunifu, lakini watu wengi wamefungwa na fikra za hofu na usalama. Wanaamini mafanikio yanakuja kwa bahati au elimu kubwa, kumbe siri iko kwenye kujifunza kufikiri nje ya mfumo na kuthubutu kujaribu. Kwa hiyo sura hii inatufundisha kwamba pesa si kitu kinachongojewa, ni kitu kinachovumbuliwa. Kila mtu anaweza kuanza mahali alipo kwa wazo dogo, ujuzi na nidhamu ya kujifunza. Wale wanaothubutu kufikiri zaidi ya mishahara yao, kujaribu na kuendelea kujifunza, ndio wanaofanikiwa kuibadilisha dunia yao ya kifedha. Kama umeamini hadi sasa kwamba pesa ni kitu cha kusubiri, basi sasa unajua ukweli: pesa ni kitu cha kubuniwa. Kila mtu ana uwezo wa kuunda fursa yake kuibadilisha changamoto kuwa kipato na kuifanya pesa imfanyie kazi. Swali ni, je, utaendelea kungoja au utaanza kufikiri kama tajiri? Bonyeza subscribe hapa ili usipitwe na sura inayofuata. Tupe maoni yako kwenye comment, hadi muda mwingine. Bye bye.